Wakati Jumapili ya jana ikishuhudia kwa mara nyingine, baadhi ya waumini wa kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima wakipigwa, kukamatwa na kunyanyaswa kwa kiasi kikubwa na askari wa jeshi la polisi, baada ya waumini hao kufika katika majengo ya kanisa hilo kwa ajili ya kufanya ibada kwa amani nje ya kanisa. Sasa hili sio tukio la kwanza mara baada ya serikali kutangaza kuwa kanisa hilo limefungwa tarehe mbili ya mwezi huu Juni 2025, jumapili iliyofuatia ambayo ilikuwa ni tarehe nane, alundo la askari lilijitokeza katika kanisa hilo na kupiga waumini na kuwakamata baadhi yao. Hali hiyo ilitokea tena tarehe kumi na tano, ikajirudia tena tarehe 22, na jana, yamkinika kusema kwamba hali ilikuwa mbaya zaidi ukilinganisha na hizo mara tatu za huko nyuma, ambapo video mbalimbali zimeonyesha baadhi ya waumini wa kanisa hilo wakiwa wameumizwa vibaya. Lakini wakati yote haya yanaendelea, sasa, baadhi ya wananchi wanaanza kujiuliza kwamba yuko wapi askofu Gwajima, wakati haya yanaendelea katika kanisa lake. Lakini kubwa zaidi kwamba huku waumini wake wakiendelea kufanyiwa unyenyesaji mkubwa, ikiwa ni pamoja na kupigwa na wengine kukamatwa, kwa nini yeye yuko kimya muda wote huu? kwa sababu Uh, mara ya mwisho Askofu Gwajima kuongelea hili swala linalohusiana na serikali kuchukua uamuzi wa kufungia kanisa lake ilikuwa ni pale ambapo askari wa jeshi la polisi walivamia kanisa hilo uh, ambapo ilizaniwa kwamba lengo la askari hao lilikuwa ni kumkamata yeye Askofu Gwajima lakini hawakufanikiwa. Kwa hiyo kuna video limeonyesha akiwa na maaskofu wenzie akieleza kwamba kuna watu wamefika hapo kanisani na vitu kama hivyo lakini hiyo ndio ilikuwa video ya mwisho ya ye yeye kuongea. Um, hapa katikati aliwahi kuonekana akiwa ameenda kumtembelea padri uh, uh, padri Charles Kitima uh, yule katibu mkuu wa Baraza la Maskofu Katoliki, Tanzania lakini hata hivyo hakuongea kitu chochote. Na watu wengi wamekuwa wakijipa matumaini uh, kwamba huenda ukimya wake utakuwa na kishindo kikuu kwa sababu hii inatokana na ahadi alizotoa yeye mwenyewe. Um, baada ya kufanya press conference tarehe ishirini na nne mwezi wa tano mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, ambapo katika press conference hiyo alilaumu serikali kwa jinsi inavyoshindwa kushughulikia ipasavyo janga la utekaji, na Watanzania wengi walimuunga mkono Askofu Gwajima wakiamini kwamba, kwanza alikuwa akiongea kitu sahihi, lakini pili alijitoa mhanga kwa sababu chama chake CCM kimekuwa kimya katika swala hilo, na yeye kujitokeza kuwa kama mtu mwenye msimamo wa kinyume na chama chake ilidhaniwa kwamba ingeweza kuwa na athari kwake, kwa sababu mara baada ya kufanya press conference hiyo uh. Kwa upande mwingine, walijitokeza makada wa chama hicho wakimfokea vibaya, wengine wakitaka afukuzwe wanachama, lakini pia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan naye alimjibu na akaenda mbali zaidi na kutaka kwamba chama hicho hakiwahitaji watu kama yeye, Askofu Gwajima huku akitumia neno w Uh, baadaye Askofu Gwajima katika mahubiri ya mwisho kufanyika katika kanisa hilo kabla hajafungiwa, alieleza kwa kina kwamba alipokea jina la Gwajimanization kuwa ni kitu kizuri, kwa maana ni harakati ya kupigania haki, lakini pia akawataka waumini kuendelea kufanya maombi na kukusanya taarifa mbalimbali kuhusu watu waliotekwa na kwamba yeye asingeacha kupigania swala hilo mpaka likomeshwe, lakini akasema pia kwamba yeye anafanya swala hilo sio kama mbunge wa Kawe kwa tiketi ya CCM, lakini pia sio kama askofu bali kama Mtanzania anayekerwa. Lakini katika jengo hilo la Mungu, kanisa lake, alieleza kwamba yoyote atakayejaribu kumgusa basi atashuhudia kwamba yeye Askofu Gwajima ametumwa na Mungu katika jukumu hili. Kwa hiyo hili wapa watu matumaini kwamba uamuzi wa serikali kufungia kanisa hilo lakini hata walipotuma askari kadhaa kwenda kuwapiga waumini wa kanisa hilo, ililikuwa ni swala la muda tu kabla Askofu Gwajima hajajitokeza na kuongea lolote au kutoa msimamo fulani. Lakini sasa wiki nne, uh, inakaribia uh, zaidi ya wiki nne kwa hakika na ina, mwezi mzima umepita. Kwa upande mmoja hajaongea lolote yeye. Uh, alitamka bayana kwamba kanisa lake lina idadi ya makanisa zaidi ya elfu mbili nchini Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukapiga mahesabu ni watu wangapi ambao wameathiriwa na uamuzi wa serikali kulifungia kanisa hili. Um, lakini kwa sababu ni muhimu kuzingatia taratibu na kanuni, hasa kwa vile kanisa hilo limekwenda mahakamani, kwa hiyo pengine hakuna kubwa linaloweza kufanyika kuhusiana na hilo. Lakini hili la waumini kupigwa na polisi kila Jumapili kwa sababu lilitokea tarehe nane likatokea tena tarehe kumi na tano limetokea tarehe ishirini na mbili na limetokea tena jana tarehe ishirini na tisa Na kiwango cha kipigo ile, ile intensity ya kipigo inazidi kuwa kubwa kwa sababu, ukilinganisha matukio ya, ya nyuma na hili la jana, unaweza kuona kwamba nguvu kubwa zaidi ilitumika jana. Sasa ingeweza kuwa suala la busara kwa Askofu Gwajima pengine kuwaambia waumini wake kwamba katika kipindi hiki ambacho tunatafuta ufumbuzi wa swala hili msiende pale kanisani. Akitoa agizo hilo, wale waumini watamsikia na hawatokuja kupata madhara kama hayo waliyopata hapo jana. Angalau angeongea hivyo ingesaidia, sio kwamba ana anakubali uonevu huo, kwamba watu wakose haki yao ya kusali kwa sababu tu serikali imechukua uamuzi huo. Lakini kipi ni bora sasa, kwa yeye kutoa tamko ambalo litanusuru lita maumivu hayo, au kukaa kimya kama ilivyo sasa, ambapo waumini hawa kila Jumapili wanajitokeza wanaendelea kukumbana na mateso makubwa kama hayo waliyoyapata hapo jana. Hilo moja. Lakini pili, swala hili ni zaidi, la, zaidi ya askofu Gwajima kwa sababu hii ni attack dhidi ya dini na ndiyo maana baada ya kufungiwa kwa kanisa hilo kumekuwa na mshikamano wa viongozi wa dini wa Kikristo, idadi kubwa ya viongozi wa dini ya Kikristo, lakini pia hata baadhi ya mashehe wamejitokeza hadharani na kukemea uamuzi wa serikali kufungia kanisa hilo, lakini pia kumpa moyo askofu Gwajima katika hilo. Lakini kukemea peke yake haitoshi. Kwa nini zisingefanyika jitihada za viongozi wa kidini kuomba hadhira na mheshimiwa rais kuhusiana na swala hili kwamba lipatiwe ufumbuzi kwa sababu huko kuna kuelekea sio kuzuri. Uh, kwa sababu hili sio tukio isolated. Kuna matukio mengine ambapo dola imeonekana sasa kuwa na jeuri. Zamani vyombo vya dola vilikuwa vinaogopa nyumba takatifu. Ilikuwa jambo ambalo halita, halifikiriki kwamba uh, ingewezekana askari kwenda kuvamia kanisa au kuvamia waumini wanaofanya ibada, ni swala ambalo lilikuwa lifahamiki, lakini tatizo hapa ni kama ilivyo kwenye swala zima la utekaji ambalo Askofu Gwajima amelisimamia kidete, kadri linapotokea tukio halafu wale wanaofanya hawachelei matokeo. Yani kama vile wamevamia kanisa, baadaye Jumapili wakaenda wakapiga waumini tarehe nane, tarehe kumi na tano wamepiga waumini tarehe ishirini na mbili wamepiga waumini na jana tarehe ishirini na tisa wamepiga waumini, lakini hakuna chochote kilichotokea dhidi yao na kutokea maana yake sio wapigwe, lakini hakuna tamko zito, hakuna maamuzi mazito yaliyofanyika. Kipi cha kuwazuia jumapili ijayo wasiende tena kufanya hicho wanachotaka kwenda kukifanya? Kwa sababu ni kama haramu ime, imehalalishwa. Kitu ambacho sio halali kimepewa uhalali wa namna fulani. Kwa hiyo hiyo ni kasoro. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa kabisa, idadi kubwa ya Watanzania bila kujali madhehebu yao wamesimama na Askofu Gwajima katika uh, uamuzi wake wa kukemea swala la utekaji, lakini taratibu kusimama naye huko kunaanza kumonyoka kutokana na ukimya wake, kwa sababu ba, watu wengi walikuwa naamini, hasa kutokana na msimamo aliotoa kauli alizosema kwamba yeyote atakayemgusa atamshughulikia, atamshughulikia kwa maana um, kwa ya kwamba yeye afanye shughuli hii kama yeye, lakini pia anafanya kama mtumishi wa Mungu kwa hiyo kulitarajiwa kwamba na hata mpaka sasa hivi baadhi ya watu bado wanaenda kusema kwamba kimya kikuu kina mshindo, kimya kingi kina mshindo mkuu. Lakini mshindo unaosubiriwa ni wakati ambapo watu wanaendelea kukosa haki yao ya ibada, lakini pia kuna hawa ambao wanashambuliwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo ilitarajiwa kwamba kwa, kwa upande mmoja Askofu Gwajima mwenyewe, lakini upande wa pili viongozi wa dini hasa wa kanisa wakafanya mshikamano na kuieleza serikali kwamba hili ni swala ambalo halikubaliki, kwa sababu iki, ikiruhusiwa haramu isipokemewa, haramu isipochukuliwa hatua, inageuka kuwa halali. Hili litatokea tena katika kanisa jingine, na hii inaweza kuleta matatizo makubwa huko mbele ya safari. Kwa hiyo ni uh, matarajio kwamba Askofu Gwajima atajitokeza hadharani, uh, sio kwa maana ya kwenda kupambana na polisi Aidha awaambie waumini wake kwamba wafanye ibada wakiwa nyumbani, ili wasiendelee kupigwa, au achukue hatua za kukemea hadharani haya yanayofanywa dhidi ya waumini wake, kwa sababu ukimya wake unaanza kuleta taswira kwamba labda ni mwoga au ni mtu ambaye amewasaliti waumini wake, jambo ambalo halipendezi. Je, una maoni gani katika hili? Basi karibu toe maoni hapo kwenye comment. Asanteni na kwaherini.